Kauli hiyo ya INEKI imetolewa jijini Dodoma na mkurugenzi wa uchaguzi Bwana Ramadhan Kailima, wakati ikiwa zimesalia siku kadhaa kabla ya kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mapema Oktoba 29 mwaka huu. ya kura utakamilika tarehe 29. Tunategemea tarehe 29, 30, 31. Kwanza ya udiwani wakishakamilisha na kujumlisha, waweza kutangaza wakati wote ule kuanzia, bado ya upigaji kura, waweza kutangaza wakati wote ule. Lakini sisi huku tume makao makuu tumejiweka kwamba mshindi wa kiti cha urais Mungu akitujalia, ndani ya masaa arobaini na nane. Eh, tukichelewa sana kutangazwa tarehe thelathini. Kuhusu baadhi ya watu wanaohamasisha wananchi kutojitokeza kupiga kura Oktoba 29 mwaka huu, Kailima amesema kuwa kufanya hivyo ni kosa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi na sheria ya makosa ya jinai. Tukisoma kifungu cha 89 B kubwa kifungu kidogo cha kwanza, kinasema kwamba mtu yeyote ambaye kwa dhuruma na bila mamlaka ya sheria anamtishia mtu yoyote mwingine kwa nia ya kutaka kumlazimisha mtu huyo kufanya au kuacha kufanya chochote ambacho ni haki yake kukifanya, hmm, na amefanya kitendo chochote ambacho ana haki asikifanye atakuwa ametenda kosa na akipatikana na hatia atawajibika kwa adhabu ya kifungo cha mwaka mmoja, hapa hakuna faini. Hmm. kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma, mimi ni Michael Msilo, ITV.